Fanye hivi, teremka na hiyo njia inaenda mocwari hivi. Lakini sinasikia mocwari ni ah. ya watu nyome hdaktari ya huko. Okay, okay, sawa so. Lakini nasikia tu ulikuwa una date Patries huyo wa mwalimu siku zile, ehhe ah. Na venye alikuwa chini kama harufu ya remis wewe we, unamwona siku hizi akitembea? Eh, hey, nasimuoni kweli. Huwezi oh. Hey, elewa. Kwani likufanga? Nilimuoa yawa. Oh. Taramko ko chini sasa. Na usahau kumwambia uko na shida kwa medulla oblongata. Achunguze. Labda kuna shida. Make sure amechunguza hiyo medulla oblongata. Ah? Medulla oblongata. Me- medulla. Medulla oblongata. Oh, nimesema nini? Medulla inasokota. You know you can be prosecuted for that. Oh my days!